Wezi wa sadaka. Safi, kuna wezi wa sadaka hapa. Makanisa mengi kuna wezi wa sadaka, makanisa mengi kuna wezi wa wezi wa sadaka. Ni muhimu kushukuru, ni muhimu kunini kushukuru, ni lazima kutoa shukurani kwa Mungu katika somo la kwanza tumemwona yule Bwana Naamani. Somo letu la kwanza linatoka kitabu cha pili cha Wafalme sura ya tano aya ya kumi na nne hadi kumi na saba Tunaona Naamani alishuka akajichovya mara saba katika Yordani sawasawa neno la yule mtu wa Mungu, nayo nyama ya mwili wake ikawa safi kama nyama ya mtoto mchanga. Tumzivi Yesu Kristu. Naamani yule mwenye ukoma akapona. Naamani ali pona. Naamani ni nani? Ni mgeni. Tumzivi Yesu Kristu. Naamani ni mgeni. Baada ya kuponywa ya kutakasa ule uko na ukoma wake alienda kutoa shukrani kwa Mungu. Tasoma kidogo. Akamrudia yule mtu wa Mungu, yeye na mafuatano yake, akaja akasimama mbele yake akasema, sasa natambua ya kuwa hakuna Mungu duniani mwote ila katika Israeli, basi na kuomba upokee mbaraka wa mtumwa wako. Lakini akasema, kama Bwana aishivyo ambaye nimesimama mbele yake leo, sipokei kitu na Amani baada ya kuponywa, kitabu cha pili cha Wafalme sura ya tano kumi na saba. Baada ya kutakasa ukoma wake amerudi kutoa shukurani. Na Amani ni mgeni, ni mgeni, anatoka katika taifa la watu wasio mwabudu Mungu wa ukweli, taifa ambalo wanaabudu mamungu feki. Amerudi kutoa shukurani, wasaidizi <tutuwa> wale, wale, wale, wale, wale mtumishi wa Mungu wakaenda kuchukua zile zawadi hey, amesemanije? Nichukue tu zile zawadi kwa sababu hey, alikuwa anaona aibu. Nipe tu nipe tu, akachukua. Hebu chukua vile vipaji vile, ule ukoma ukamrudia yeye. Tumsifu Yesu Kristo yeah. ule ukoma ukamrudia nani? Yeye yeah. Panafundisho dogo hapo, panafundisho dogo, uwezo wa sadaka safi. Kuna uwezo wa sadaka hapa Makanisa mengi kuna wezi wa sadaka. Makanisa mengi kuna wezi wa wezi wa sadaka. Sadaka, kuna mtu mmoja alikuwa ametoa sadaka; alitoa misimbazi kumi, alitoa kiburungutu cha shilingi laki moja kaweka pale. Baadaye sadaka hiyo ilipotaja juma lijalo wakasema ilikuwa ni shilingi elfu themanini. Ilikuwa ni shilingi laki moja. Nyinyi waongo! Ninyi mme mmenyoka kama lula. Mimi nasema tu mfano wakula kama sasa, mimi nimetoa shilingi laki moja kiburungutu na walikuja watu wengine wengi kutoa hela, inakuwaje kusema nini? Niwaambie siri moja ya sadaka. Sadaka hii kimsingi inaambatana na matatizo ya watu, inaambatana na matatizo ya nini? Ya watu. Kuna mtu mwingine hapa hazai ameita sadaka nataka nimpe Mungu, alafu nizae. Kuna mtu mwingine yeye ndio mtaalamu wa kuchepuka, akimwona binti amesha tamani kumchepuka, naye ana roho ya zina. Kuna mwingine na mahukoma hasa. Wewe unayeamua kuiba sadaka, maana yake ile mahukoma yatakuja kwako. Mimi na nakwambia tu leo rumzipi, Yesu Kristo, mimi nakwambia tu leo hii, nakwambia tu leo uelewe hiyo sadaka lazima itumike katika maagizo ya kuhani, kuwa kama hii sadaka hii tutaikusanya wote tutafanyia maendeleo ya nini jamani? Ya kanisa, si ndio? Ifanyiwe maendeleo ya kanisa, na si zaidi ya hapo. Ikifanya zaidi ya hapo, tayari wewe uliofanya mazaidi ya hapo utapata ukoma, yale mashida ya watu yanakurudia wewe, upulike Yada kurudia wewe yule msaidizi wa mtumishi wa Mungu ambaye alipelekea Naamani kupona, alienda kuule kuchukua sadaka ile. Akabana ye yeye ili awe anatumia ana mdogo mdogo akapata ukoma, akapata ukoma. Baada ya kupata ukoma, Elisha akasema kwamba wewe, mbona una ukoma? Ulichukua hiyo sadaka? Ndiyo eh, nilichukua. Nisamee mtumishi. Haya, shauri lako. Menielewa jamani? Eh, kwa hiyo sadaka hapa, kuna mmoja alinipatia hela, ni ya hamisa mmoja, nipa, ni ya hamisa, ile ni ya hamisa, hivyo nipa, ni ya hamisa. Zilikuwa misa mbili, ile hela ile ya misa ile, ina ukoma, ina matatizo. Hebu twende kwanza kwenye mila zetu. Twende kwenye mila zetu. Hivi wewe umeenda kutambika kule. Umeenda kutambika kule. Pale mnapofanyia matambiko kwenye Wasafwa au wenyewe Wanyakiusa. Mmeenda pale manyama nyama, mbonge ya nyama nyama pale, tena matamu matamu mazuri tu. Inaruhusiwa kwenda pale kwa kutambikia kwenda kuiba yale manyama afu kula. Tumzee vya siku hizi. Nauliza katika mila zenu za Kisafwa, za Kinyakiusa, Wanapoenda pale wanapotambikia wana pale wanaanza manyama -nyama pale, magofu la nyama, manyama pale eh? Nyama inaruhusiwa kwenda kula, inaruhusiwa? Haipo, si ndio? Hairuhusiwi, kwa kuwa ukienda kula ile magofu la nyama, nake ile laana ile ya kijiji ile nakuulia nani we, we. Wenzako ameweka pale, ili madudu yao wanayofahamu wenyewe yaende yakale Hasa wewe umeenda kula pale, wewe ni wewe ni lidudu. Wewe mzee vya Yesu. Sasa kama, kama kama kama katika kama katika mila zetu ambazo ni tuna, ambazo ni, ni Mungu feki, ni mizimu, ni mapepo, ni mashetani, ile sadaka kwa usiku kwenda kula, si ndio? Jamani, je, kwa Yesu tumsembe Yesu Kristo hata kama katika dhambi hiyo hiyo hiyo hela ampokee, amchukue. Inakuwaje basi katika kazi ya Mungu tunachukua sadaka? Tumsifu <coughs> Yesu Kristo yeah. Kwa hiyo mpendo katika Kristo, sadaka lazima ikusudiwe kwenda ilikopaswa kwenda. Hata mimi hapa nikienda na askofu sehemu hii, sadaka hii ipo hapa chini yangu, ni mamlaka yangu, lakini imeenda na askofu sehemu, askofu amefanya pale ibada ametoa sadaka pale, sadaka mazuri, mazuri tu kwa ajili ya askofu. Ah, huyu askofu huyu bwana, mbona atanenepa sana? Yale masadaka mamipaji yale machokochoko nini yale madikodiko mimi nayachukua, nasema, askofu huyu anajua vipi? Yale mashida yale mashida ya mtu yale, ma problem ya mtu yale yapo katika sadaka ile. Sijui mnanipata eh? mmenielewa eh, kwa hivyo sadaka iheshimiwe, sadaka iende pale palipokusudiwa kuwapo. Ni muhimu kutoa sadaka, ni muhimu sana kutoa nini sadaka. Kama utoe sadaka, maana yake itakuwa tatizo.